Bwana Yesu asifiwe. Wa ah uh, kwa majina niite Nabii Newton, nimeokoka imeokoka na mpenda Yesu uh, maana amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Basi leo ningependa tujifunze tafsiri ya nguo mpya uh, unapoota ndoto ya kwamba umepata nguo mpya au umenunua nguo mpya inaashiria ya kwamba kuna mambo mazuri mapya inakuja. Uh, for example umepata nguo ya mtoto, na kama ulikuwa unatafuta mtoto basi, na maana unaenda kupata mtoto. Nguo uh, mpya ya kawaida ya kuvaa mwilini inaonyesha ya kwamba mambo yako inaenda kuwa sawa. inaweza kuwa ya ndoa, inaweza kuwa kwa kazi au popote pale inaashiria mambo mapya mazuri. Amebarikiwe sana.